Sio lazima ujue Kizungu ili uweze kuchati na Mzungu. Siku hizi mambo yamebadilika, unaweza kuchati kwa lugha yake ile ile ambayo yeye anazungumza, lakini mkaelewana kabisa. Kama ulikuwa unakosa marafiki kwa sababu ya lugha, hii video ni kwa ajili yako. Ngoja nikuonyeshe ndani ya dakika moja. Kwanza inatakiwe na hiyo keyboard ya Google inaitwa Gboard, unaweza kai download Play Store. Simu za Android inakuja nayo automatically, simu za iPhone lazima ui download. Kwa hiyo ingia katika mtu yeyote yule unaitaka kuchat na iwe WhatsApp u Facebook u Twitter Instagram. Njia ni hii hii moja, utachat nao kwa unavyotaka wewe. Kisha kwa kama unataka kumtumia message, bonyeza hapo kwenye hivyo video TV4 gboard ndo iko hivyo, alafu utafuta, nimeandika translate. Kama hulioni utaona uta alama ya translate, ndo hii hapo, ibonyeza alafu chagua lugha. Kwa mfano hapo mbele unataka kiwe Kiingereza, ina maana ndo unakiweka upande wa kulia Kiswahili tu alafu tabugeuka yenyewe automatically kuwa Kiingereza kisha itume kama kawaida. Unaona, nimeandika Kiswahili, lakini imekuwa Kiingereza. Sasa, je, tunaweza kujia kutafuta, kutafsiri ile message sasa ambayo mbayo yeye alitutumia kuwa Kiswahili, ambayo ndio hii hapo nimeandika hello. Kwa hiyo tunaenda tena katika application nyingine ya translate ndio hii hapo, ila unaweza ku download pia kutoka Google Play Store au App Store, inaitwa Google Translate. Baada ya ku download ifungue, alafu hapo chini ndipo unapo chagua sasa lugha upande wa kulia kushoto. Itakuwa lugha yake ambayo ni kizungu, lakini upande wa kulia itakuwa lugha ya Kiswahili ambayo unataka kutoa kizungu kwenda Kiswahili. Okay, kwa hiyo utawasha hapo. Baada ya hapo sasa, umeshamaliza, unachokifanya wewe ni kurudi nyuma kabisa na kwenda tena kwa yule mzungu sasa, ambaye ulikuwa unachat naye, ambaye sasa hivi umeshafanya setting zako zote. Rudi nenda kwa mzungu sasa, fungua kwenye ile mesiji yake, alafu hiyo mesiji yake sasa ikopi, ihold kisha copy, alafu pale juu tunaona imeandika kuna ile ina float ile icon ya translate ile pale pembeni. Ukisha copy ukibonyeza kopi, ukiibonyeza hiyo translate hiyo ina float, itajitafsiri automatically. Unaona hapo tayari tumesha tafsiri. Kwa hivyo ndio hivyo tu jinsi ya kufanya.